Kwetu kilimo ndio muhimili mkuu wa maisha yetu. Tunalima ili tuweze kuendesha maisha yetu. Mvua ndiyo nyenzo kuu ya kuendesha kilimo chetu, lakini ni miaka miwili sasa ya msimu huu wa kiangazi mazao yamekauka shambani yakiwa ni machanga kabisa. Msimu huo umekuwa ni wa njaa hapa kijijini kwetu. Naitwa Chidi. Huyu ni mke wangu, jina lake ni Kituju. Yeye hupenda kutabasamu kila wakati. Kulingana na hali halisi ya wakati huu ni wajibu wangu kutafuta njia mbadala ya kujikwamua kiuchumi. Mtoto atakayezaliwa atahitaji malezi bora na yote haya yatahitaji kipato. Juhudi za kutegemea kilimo cha misimu ya mvua pekee haziwezi kunifanikishia mipango yangu ni lazima nifanye kitu. Pole sana kwa kazi, Chidi, unaonekana umechoka sana, halafu muda si rafiki, nabidi tuende nyumbani ukapumzike, kisha jioni utarudi kumalizia Kili. Hali ya dhiki ya mwanadamu hutofautiana na nyakati na kama huwezi kujua wakati wako ni upi, usikate tamaa, ongeza juhudi kwenye kilimo bila mvua nyakati hazilingani, Chidi. Huenda mwaka huo tukapata neema ya mvua. Nashukuru kwa kunitia moyo, Kituju. Unajua miezi mitano ni michache sana kwa hapa kijijini, yaani kutengeneza mazingira ya kumlea mtoto wetu. Mimi nina wazo. Wazo? Hebu niambie wazo gani? Nadhani inapasa kubadili mwelekeo wa maisha yangu, itanibidi kwenda mjini. Naisi patakuwa ni mahali sahihi pa kutengeneza upya maisha yangu, na naamini hata mtoto atakayezaliwa atakuta maisha bora na sio maisha ya kubatisha Kituju, siwezi kuleafiki. Chidi, mti ulioshindwa kuotesha ukiwa mbichi hauwezi kuotesha ile hali umekauka. Tafuta njia sahihi ya kukabiliana na ajara, lakini kwenda mjini <laughs> Haujui ninayopitia kama baba. Wacha nifanye ninachokiamini. Mume wangu, mume wangu, nimefungua moyo wangu, nakuombea heri mpenzi.

Ni miezi mitano imepita sasa tangu nifike mjini. Maisha ya mjini ni magumu sana, kila kukicha ni afadhali ya jana. Maisha yapo juu mno, pesa ninayoipata hailingani na thamani ya matumizi yangu. Halo, mke wako amejifungua mtoto wa kike. Sijui ungependelea tumpe jina gani? Sawa, na ni muda wa kurudi nyumbani huu sasa, familia yako inakuhitaji, inahitaji uwepo wako baba. Sawa, mama. Sawa. Mimi ni baba sasa. Na huu ndio uhalisia ya wa maisha yangu. Familia inategemea sana jitihada zangu. Ni wazi hapa nachelewa.

Shemegi habari ha, Salama shemu. Vipi hali? Safi tu, si wewe bwana, kwema za siku? Tashukuru wava limalima na nakuona, shemegi unashuka namnaye kama upepo, nikasema ngoja kwanza nimsogelee shemegi nikamsalimia. Ni kweli, nimekuja kushuta maji mara moja. Sawa. Mbona kama umekasirika shemegi? Hujazoea tu <laughs> shemu avizoeleke, ukizingatia hiki kipande na mwendo wa mtoto na ndoo ya maji kichwani, inachosha. Pole sana shemeji yangu. Asante zawadi, mwamkie baba. mara baba. Ba baba. vijana wetu a bwana, vijana eh, wetu toka asubuhi sijapata shikamoo lakini kidogo kijinafsi kimetarada shikamoo, nayo inakukuza. Eh ni kweli. Sasa huyu bwana Chidi, azimia swala la kurudi kijijini, hmm. Nadhani alipo kwenye akili yake, pamoja na yote anayopitia, bado anaamini kwamba kukosekana kwa mvua za uhakika hakuwezi kumfanya arejee nyumbani kulima. Unajua shemu, ili jambo la kulima kutegemea mvua lilishapitwa na wakati. Watu wengi tunaendesha maisha yetu hapa kijijini kutegemea kilimo cha umwagiliaji, yaani ni mwendo, yani wa kumwagilia tu. wow. wow. simple like that, wazungu wanasema hivyo. <coughs> tena ukiangalia kama hapa kijini kwetu Mungu ametupa neema kubwa kabisa ya bwawa la maji lisilokauka misimu yote, yani kiangazi unapata maji sijui, masika unapata maji sijui, mimea unapata maji, yani kila msimu tunapata maji. Jua linakuwa kali kweli kweli, lakini unasema mdaume, nakwenda bwawani, nakwenda kuoga, unakuta maji. Unajua, nakumbuka kuna kipindi kulipiga jua shemegi, nikasema libwa litakauka. Ilikuwa nikitembea na nasikia arufumeshkaki Kumbe kumbe ni ngozi imekolea jua. Kwa hiyo ni vitu vipo kila msimu. Sasa shemegi, kuna hali kubwa, anatakiwa kijana arudi. ni kweli Shem. Mazingira haya ni rafiki sana ila, unajua mahali shamba letu lilipo sio rahisi. Sasa kuhusu hilo shemegi, Sio lazima ulime kando ya bwawa kama mimi hapa. Hebu twende uone. <laughs> Twende ukajionea, shemeji. Kuna watu wakionyekea ngazi kweli kweli na vitu vinamea namna hii. Shemeji. Ndiyo. Nimekuleta hapa nikuonyeshe mfano mzuri wa wenzetu, unaona pale hapo palivyo pakame. Ndiyo. Ni tofauti kabisa na eneo la shamba lenu lakini, angalia sasa, amejiongeza vizuri, amechimba kisima kile pale amepata maji mingi ya kutosha, anamwagilia mazao yake, safi na salama. Yaani hapo unaweza kupanda chochote kile. Wazungu wanasema kuna kitu kinaitwa social experience, yaani uwezo binafsi wako ujiongeza katika kupanda vitu vizuri katika shamba lako. Nimesemaje shemeji? Hapo umeniacha shemu, eh, na mambo ya miamala ya shemeji. Basi sawa, mimi ngoja ni niangalie vitu kidogo kwa shamba eh, kuna vitu najifunza kwa shamba lako. Ah, sawa. Halo, hujambo mke wangu. Si jambo, baba mtoto wangu. Umepiga wakati sahihi, kwa sasa taswira ya kijiji chetu kimeanza kubadilika. Hivi unajua wengi wanatengeneza pesa kupitia kilimo. Hebu fikiria upya, fikiria kuhusu mimi na mtoto wetu zawadi. Zawadi. Salimie baba. Sawa baba. bali kurudi nyuma haijalishi wakisema umepoteza muda. Zawadi, mm -hmm. na kusuka hivi ukimaliza ukaoge. Kesho wapi? Kesho shule, mm -hmm. shule. Kwani umepewa kazi ya nyumbani na mwalimu? Aa, ukimaliza basi unaoga, ukishamaliza unaandika kazi ya nyumbani kesho. ul umenisikia Zawadi, hmm? Baba ina. Ndiyo sauti iliyokuwa ikinijia kichwani mwangu mara kwa mara sasa ni mimi na wewe, hatujachelewa. Hatuanzi upya, bali tunaendeleza pale tulipoishia. Nguvu moja, kilimo ni suluhu ya ukosefu wa ajira kwa vijana. <mulia>